Serikali ya Iran imetangaza rasmi kuvunjwa kwa benki ya Ayendah, moja ya benki kubwa za kibinafsi nchini humo, kutokana na kile kinachoelezwa kuwa ni ufisadi mkubwa, usimamizi mbovu wa madeni ya kupindukia. Hatua hiyo ikibua mjadala mpana kuhusu hali ya uchumi wa taifa hilo na uadilifu wa taasisi zake za kifedha. Benki hiyo imeunganishwa na Bank Mel, benki kuu ya serikali, huku matawi yake yakibadilishwa jina kuwa Bank Mel kufikia mwishoni mwa wiki. Benki ya Ayendah inayomilikiwa na familia tajiri zaidi nchini Iran, ikiongozwa ali Ansar ilijipatia maarufu kwa kujenga Iran Mall, moja ya majengo makubwa zaidi duniani. Lakini nyuma ya mafanikio hayo, benki hiyo imekumbwa na madeni makubwa, utoaji holela wa mikopo kwa watu wa ndani na miradi ya kifahari isiyokuwa na faida. Benki Kuu ya Iran imesema kuwa kufikia kuvunjwa kwa benki hiyo wiki iliyopita ni kutokana na benki hiyo kuwa na deni la zaidi ya riali trilioni tano 5 sawa na takribani dola bilioni 4.6 huku ikiwa na amana za wateja zenye thamani ya riali trilioni 2.5 sawa na takribani dola bilioni 2.3. Ayendah ilianzishwa mwaka 2013 baada ya kuunganishwa kwa Tat Bank na taasisi mbili za kifedha za serikali Salehin na Arte Credit Institution. Msingi wa kuanzishwa kwake ulikuwa katika kipindi cha msukosuko wa kifedha uliosababishwa na ufisadi, ukosefu wa usimamizi wa benki na vikwazo vya Umoja Mataifa kutokana na mpango wa nyuklia wa Iran. Katika miaka ya 2010, taasisi nyingi zisizo na leseni ziliibuka nchini humo. Nyingi zikiwa na uhusiano na mashirika ya kijeshi, kidini au ya kiserikali, zilivutia fedha kutoka kwa wananchi kwa riba kubwa, lakini zilikosa kulipa amana na hivyo kuwaletea hasara kubwa maelfu ya wa wawekezaji. Serikali ilizifuta taasisi hizo mwaka 2017 lakini uharibifu wa kiuchumi tayari ulikuwa umetokea. Pesa nyingi zilikopwa na watu wenye ushawishi na serikali, ikalazimika kuchapisha fedha zaidi hadi iliyochochea mfumuko wa bei. Kwa mujibu wa benki kuu ya Iran, Ayendah ilikuwa na upungufu wa mtaji wa asilimia mia sita ilhali kiwango cha chini kinachokubalika kimataifa ni asilimia nane. Inakadiriwa kuwa reali trilioni moja nukta tatu sawa na takriban dola bilioni moja nukta mbili zilitolewa kwa watu wachache wenye uhusiano wa karibu na uongozi wa benki na familia Ansari. Hadi sasa serikali haijataja majina walionufaika. Wachambuzi wanasema hali hiyo inaonyesha jinsi mitandao ya kisiasa na kibiashara ilivyotawala sekta ya benki, huku mikopo mingi ikitolewa bila dhamana halali kwa misingi leo. Mikopo mingi ilitolewa kwa misingi ya mahusiano ya kisiasa, si tathmini ya mikibenki, akisema mchambuzi wa uchumi Bijan Hajibor akiongeza kuwa hali hiyo imeharibu misingi ya biashara na kuendeleza rushwa. Kuvunjwa kwa benki hiyo kumekuja siku moja baada ya jaji mkuu wa Iran mwanasiasa mkali Gulam Hussein Mohsen Ejai kumtishia gavana benki kuu Mohamed Reza Farzin kuwa angekabiliwa na hatua za kisheria endapo asingechukua uamuzi wa, wa haraka kuhusu benki ya Ayenda. Alikosoa vikali usimamizi wa benki hiyo akisema licha serikali kuwa ndani uendeshaji wake kwa miaka saba hasara iliyoongezeka mara kumi. Wanasiasa wakiafidhina hasa kutoka chama cha Paydar Front wametumia sakata hilo kujionyesha kuwa wapinga ufisadi huku wakitumia nafasi hiyo kuwadhoofisha wapinzani wa kisiasa wa mrengo wa mageuzi wanaotaka uchumi wa Iran ufunguliwe zaidi kwa dunia Magharibi. Kuvunjwa kwa benki ya Ayendah kuna maalisha, mali zake nyingi zikiwa katika sekta ardhi na majengo zitahamishwa kwa benki Mel, lakini uuzaji wake unatarajiwa kuwa mgumu na wa muda mrefu. Serikali imesema amana za wananchi ziko salama, lakini wataalam wanatahadharishwa kuwa mfumuko wa bei utaongezeka zaidi, kwani serikali italazimika kuchapisha fedha kufidia hasara. Kwa sasa mfumuko wa bei nchini Iran unazidi asilimia 40, moja ya viwango vya juu zaidi duniani, wataalam wakionya wa kuwa gharama za maisha hasa bei ya chakula kama nyama, kuku na maharage zitaendelea kupanda na wananchi wa kawaida ndio watakao beba mzigo. Katika taarifa yake kwa vyombo vya habari Ali Ansari mwanzilishi wa benki ya Ayendah alijitetea akisema kuwa kufilisika kwa benki hiyo kulisababishwa na maamuzi ya kisera yaliyokuwa nje uwezo wa benki. Nimefanya yote kwa nia njema kwa ajili ya taifa. Dhamira yangu iko safi na moyo wangu umetulia, Alisema Ansari akisisitiza kuwa benki yake imeacha urithi wa thamani na mali zinaweza kunufaisha taifa. Kesi ya Ayendah ni ishara ya matatizo makubwa mfumo wa kifedha wa Iran unaosumbuliwa na ufisadi, siasa za kupendeleo na kutengwa kimataifa kiuchumi wataalamu wakisema sakata hilo linaonyesha wazi kuwa bila mageuzi ya kina na uwazi, benki nyingine zinaweza kufuata mkondo huo wa kuporomoka wa ayenda ayenda si tukio la kipekee, ni kioo kinachoakisi mfumo mzima wa kifedha wa Iran unaokabiliwa na matatizo ya kimuundo na kisiasa, alisema mchambuzi mmoja wa masuala ya fedha mjini Tehran.